Naitwa Tike Mwambipile, ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanasheria wanawake almaarufu TAWLA. Pamoja na mimi niko na mkuu wa idara ya masuala ya program anaitwa Mary Richard, pamoja na mkuu wa idara ya masuala ya, ya um, nini ile naitwa fedha na utawala, masuala ya fedha na utawala anaitwa Silas Nyumba, nafikiri baadaye na wenyewe kwenye maswali wataongea. Leo tumewaita hapa TAWLA kwenye ofisi zetu za Ilala kwa ajili ya ku kuwajulisha jambo ambalo liko mbele yetu 22 na 23, na hii ni katika kuadhimisha miaka 35 ya mafanikio ya chama cha wanasheria wanawake TAWLA. Na TAWLA ilianza tumepata usajili, lakini wanawake wanasheria wakati ule walikutana mwaka 1988 kwa ajili ya kuanza kujipanga, na baadaye kwa sababu walikutana changamoto mbali mbali, na changamoto mbalimbali na baadaye wakaunda chama chetu na kupata usajili mwaka 1990. Na Taula kama mnavyojua, imekuwa mstari wa mbele katika kupigania haki za wanawake na watoto hapa Tanzania kupitia huduma zetu za msaada wa kisheria, utetezi wa kisera na kisheria, elimu kwa umma, tafiti mbalimbali mbali. Pia sasa, tarehe ishirini na mbili na tarehe ishirini na tatu tutakuwa na sherehe nyingi, na hizi sherehe itakuwa ni fursa kwetu kujitafakari safari tulioipitia, lakini kuangalia mafanikio tuliyoyapata na mikakati ya baadaye ya kuendelea kupigania usawa wa kijinsia na kwa, kwa makundi yote niliyoyasema wanawake na watoto. Sasa kwa zaidi ya miaka 35 TAWLA imekuwa ikitoa msaada wa kisheria kama ambavyo nimesema, kwa wanawake na watoto hasa wanaopitia mazingira magumu na ambao wako uchumi wao huko chini. Huduma hu, hizi zimejumuisha ushauri wa kisheria uwakilishi mahakamani uandawaji wa nyaraka mbalimbali za kimahakama pamoja na elimu juu ya haki za binadamu na masuala ya kisheria. Ili kuhakikisha upatikanaji wa haki kwa wanawake na watoto kwa ufanisi zaidi, TAWLA pia imefungua ofisi katika mikoa sita, tuko da, hapa Dar es Salaam ambapo ni makao yetu makuu, tuko Mwanza, tuko Dodoma, Tanga, Mbeya na Arusha. Lakini pia aa, kupitia mtandao huu wa hizi ofisi zetu TAWLA imeweza kuwafikia zaidi ya wananchi milioni saba kwa kutoa huduma mbalimbali za msaada wa kisheria kama ambavyo nimezieleza hapo mwanzo. Huduma hizi zimekuwa na mchango mkubwa katika kuwasaidia wanawake na watoto kupata haki zao, kuimarisha uelewa, uelewa wa kisheria katika jamii, lakini pia kupunguza ukatili wa kijinsia, na hili TAWLA inaendelea kujikita katika kutoa huduma hizi hata baada ya maadhimisho kwa sababu hii ndio eneo letu ambalo sisi kama TAWLA tunalojidaia, tuna lakini pia tumeweza kukuza usawa wa kijinsia katika umiliki wa ardhi. Kwa kushirikiana na mashirika ya kimataifa pamoja na mashirika ya kitaifa TAWLA imeweza kuboresha ushiriki wa wanawake katika utawala wa ardhi, hasa katika maeneo ya vijijini kini pia imewezesha mafunzo na upatikanaji wa sheria ndogo za vijiji zenye malengo, zenye mlengo wa kijinsia katika vijiji 178 katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Arusha, Pwani, Morogoro, Kilimanjaro, Njombe na Mbeya. Na lengo la sheria hizi ndogo ni kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika maamuzi ya kijamii kuhusiana na ardhi na masuala mbalimbali yanayohusiana na wanawake ambao wanaishi vijijini. pia TAWLA imewezesha takriban wanawake 400 kuweza kupata hati hatimiliki ya kimila pamoja na hatimiliki za ardhi 1 kwa wanawake kwa katika eneo la ardhi TAWLA tumesaidia sana lakini, pia kwa kupitia hizi sheria ndogo ndogo hasa ambazo mara nyingi sheria ndogo ndogo ni kwa ajili ya, ya wale wanaoishi vijijini, wanao ule utaratibu wa kuweza kujitengenezea sheria zao ili waweze kujilinda, na hii nafikiri ni nzuri kwa sababu unaanza kuwajengea uwezo watu wa vijijini ili waweza kujua pia haki zao. Lakini pia TAWLA tumeweza kuhamasisha sheria na sera zinazozingatia jinsia. Kwa zaidi ya miaka 35. TAWLA imekuwa mstari wa mbele katika kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kuandaa, kuhamasisha na kutetea sheria na sera zinazolenga kuleta usawa wa kijinsia nchini. Shughuli hizi zimejumuisha ushiriki wa moja kwa moja katika utungaji wa sheria mpya pamoja na maboresho ya sheria zilizopo ili kuhakikisha kuwa zinazingatia haki na usawa wa kijinsia. Kwa kwa mfano, katika utungaji wa sheria tulishiriki sana hiyo sheria ya ardhi kama ambavyo nimesema lakini pia katika kuhamasisha maboresho ya sheria tumeshiriki kwenye sheria mbalimbali, kwa mfano mojawapo ni hii sheria ya ardhi ama sheria ya ndoa ambayo bado marekebisho hayajafanyiwa kama ambavyo tunatamani kuona. Kwa mfano, kwenye swala zima la kuongeza miaka ya mtoto kuolewa kutoka miaka 14 15. Uh, lakini pia kuangalia pia kwenye swala zima la elimu kwenye kuona mtoto wa kike pale anapopata mimba kuweza kurudi shuleni. Natambua serikali imefanya juhudi mbalimbali, lakini bado haijawekwa kwenye sheria. Kwa hiyo ni eneo ambalo pia kama Taula pamoja na wadau mbalimbali tumekuwa tukishirikiana ili kuona ni kwa namna gani kama nchi tunaweza pia tukawe, tukafanya mabadiliko kwa hizo sheria, na zipo sheria mbalimbali ambazo pia tumeweza kuzifanyia kazi, lakini pia TAWLA kama chama tumeweza pia ku mstari wa mbele katika kuwezesha wanawake kupitia mafunzo ya masuala ya uongozi. Tumeweza pia kushiriki na kuona ni kwa namna gani wanawake wanaweza wakapata nafasi mbalimbali mbali. Kama mnavyojua miaka ya tisini, themanini walikuwa wanawake wanawake wachache sana viongozi, na kwa mfano kwa upande tu wa sheria, hata wanawake wa, mawakili hawakufika hata kumi yeah? lakini miaka ya hivi karibuni wanawake wana sheria wako wengi, nikimaanisha mawakili yeah? wanawake mawakili wako wengi sana sasa hivi lakini pia tuna ma wanawake majaji wengi tu, na kipindi cha miaka ya nyuma tulikuwa tunaweza, unaweza kuhesabu wakati tunaanza kama TAULA. Lakini najua natambua kuna wadau wengine pia wameshiriki, lakini ni mchango mkubwa sana wa TAULA ambao tumekuwa tukiufanya. Na nakumbuka wakati wa rais wa awamu ya nne Mheshimiwa Kikwete akiteua ma majaji, alikuwa anahakisha kwamba tunaenda Ikulu na anatuita TAULA, mko wapi eh, nimeteua bwana kwa hiyo, hiyo pia inaonyesha ni kwa namna moja au nyingine ambayo TAWLA tumeweza kushiriki kuhakikisha kwamba tunapata majaji wengi wanawake, lakini pia tunapata ma... Um, mahakimu wengi wanawake lakini tunaona pia sasa hivi wanawake wengi wamekuwa viongozi, na tuseme hata kumwona kwamba tunapomwona rais wetu akiwa ni mwanamke kwamba labda ni juhudi yetu ya moja kwa moja lakini mbali na wadau mbalimbali tumeweza kuchangia kuvunja zile mila na desturi za kusema kwamba wanawake sio viongozi, na hilo kwa kweli kama TAWLA tumefanya kazi kubwa na kuona ni kwa namna gani, na bado tunaendelea kufanya hivyo. Lakini pia nichukue fursa hii, kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, ku kuhamasisha wanawake mbalimbali mbali. Najua sasa hivi vyama mbalimbali viko katika michakato ya kupata wagombea, basi na sisi wanawake tushiriki. Lakini natambua pia katika vyama vya siasa viongozi wengi ni wanaume. Jamani wanaume, muda umefika na wanawake pia wapate nafasi za uongozi. Wapeni wanawake hizo nafasi za uongozi kwa sababu tunapokuwa tumekaa mezani, wanawake kwa wanaume, mawazo yanakuwa tofauti, na jinsia zote mbili zikikaa pamoja, tunauhakika wa kuendelea kupata maendeleo makubwa. Kwa hiyo nitumie hii fursa pia kuomba vyama vishiriki, lakini na sisi kama watanzania kwa ujumla wetu tushiriki katika kupiga kura, tusiache kupiga kura. Najua uh, sasa hivi kuna mchakato wa kuandikisha kwenye kitabu, basi tusiache kwenda kujiandikisha, tusiogope na tusiwe na wasiwasi, tushiriki kwa sababu ni swala letu sisi, sisi ndio tunaochagua viongozi. Kwa hiyo tusi, tusi tusiwe na manunguniko manu, manu, au tusikasirike kwa sababu kama wewe uendi kujiandikisha na uendi kupiga kura baadaye, ukapata kiongozi usiompenda usilalamike. Kwao tujitokeze katika kufanya hilo, lakini eneo jingine ambalo la mafanikio la, ya, ya TAWLA, tumeweza kujenga na kuendeleza ushirikiano madhubutu na, na wadau mbalimbali wakiwemo mashirika ya kiraia, taasisi za serikali, taasisi za kimataifa na washirika wa maendeleo. Ushirikiano, ushirikiano huo umekuwa nguzo muhimu katika kuimarisha jitihada za kutetea haki za wanawake na watoto hapa nchini. Kupitia ushirikiano huu, tumeweza kupata nafasi ya kushiriki katika mabaraza ya kisera, kutoa mapendekezo ya kitaaluma kuhusu marekebisho ya kisheria na sera, kuchangia kikamilifu katika michakato ya kitaifa inayolenga katika kuleta mabadiliko ya sheria na, na kijamii. mfano wa mafanikio ya ushirikiano huu ni kazi ya pamoja katika Taula na shirika la Equality Now ambayo imechangia kwa kiasi kubwa katika kuimarisha kampeni dhidi ya ndoa za utotoni. Lakini pia hili tu sio kwamba tumefanya kazi pamoja na Equality Now, lakini na wadau mbalimbali kupitia mtandao wa kutokomeza ndoa uh, za utotoni Uh, kwa hiyo hiyo yote inaonyesha ni kwa namna gani sisi kama uh, Watanzania au TAWLA tumeweza kushiriki katika kuhakikisha kwamba tunamlinda huyu mtoto wa kike. Na, na, na katika kumlinda huyu mtoto wa kike ni katika kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira, lakini pia tunamwezesha huyu mtoto wa kike akafurahia kuwa yeye ni Mtanzania na anaishi Tanzania kwamba hata kutana na changamoto mbalimbali ambazo zitamzuia katika kufanya maendeleo yake. Kama tunavyojua, unapokuwa umemwelimisha mtoto wa kike umeelimisha jamii, si ndio? Ndio tunavyoambiwa. Kwa hiyo na sisi ndio tunajaribu kuangalia namna hiyo, na ukienda kwenye familia ambayo mama amesoma, una uhakika wa watoto wakakuwa vizuri na wakasoma vizuri japo natambua kwamba kuna familia ambazo wamama hawajasoma, lakini wanajua umuhimu wa kufanya nini, wa elimu kwao ni muhimu sana, tukahamasishana ili kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapata hizo nafasi na kuweza kusoma. Na katika kuadhimisha miaka yetu hii 35 tangu chama chetu kimeanzishwa, kime tumekuwa tuna shughuli mbalimbali ambazo tumezifanya mwaka huu. Kwa mfano, moja ya shughuli ambayo tumeifanya mwaka huu ni kuzindua ofisi yetu mpya na hii inaonyesha Taula kama chama tuna hatuna mpango wa kusema kwamba tuta, tutafunga kazi zetu, kwa sababu uzuri wetu ni kwamba Taula ni umoja wa wanawake wanasheria. Kwa hiyo ni taaluma ni wanataaluma ambao wamejikusanya kwa pamoja ili kutoa kwa, kwa jamii lakini sasa hawa wana taaluma walivyojikusanya kwa pamoja wanahitaji kuwa na maeneo ambayo watafanyia kazi. Kwa sisi kama Taula, tu, hapa, ili jengo tulilopo ili ni jengo letu na ni wanachama wetu pamoja na wadau mbalimbali walisaidia kuweza kupata hili jengo, na mwaka huu tumeweza kuzindua jengo letu jingine Doi. Inaonyesha kwamba si watu wa kusema kwamba tutaondoka leo wala kesho. Lakini pia tuna maeneo aa, kule Mwanza na pia tuna eneo ambalo tulipewa na serikali kule Mbeya. Kwa hiyo hii inaonyesha ni kwa namna gani sisi kama Tawla tutaendelea na bado tupo na hatuna, hatuna mpango wote wa kusema kwamba tutabaki na au kuondoka. Kwa hiyo ni moja ambayo tumeifanya kwa kufungua ofisi yetu ya Dodoma lakini pia um, tarehe ishirini na mbili tutakuwa na kongamano kubwa ambalo litahusisha wadau mbalimbali na tutakuwa tuna mada mbalimbali ambazo zitawasilishwa na wadau mbalimbali, ili kuweza kwa pamoja kuona ni kwa namna gani ile safari yetu ya miaka 35 tumefanya nini na tumechangia nini katika yale maeneo ambayo sisi tumekuwa tukiyafanyia kazi moja kwa moja, hasa katika eneo la uh, upatikanaji haki, katika eneo la ardhi, katika eneo la afya, katika maeneo ya masuala ya watoto lakini katika maeneo ya uongozi, kwa sababu hayo ni maeneo makubwa ambayo kama TAWLA pamoja na mengineo lakini kama TAWLA tumejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba hayo maeneo, kwa sababu yamekuwa akimwathiri mwanamke moja kwa moja, masuala pia ya ukatili wa kijinsia, ni maeneo ambayo pia tunaendelea kuyafanyia kazi. Na sasa maadhimisho haya au kongamano hili litazinduliwa lita, lita na mheshimiwa Uh, daktari uh, daktari Doto Biteko ambaye ni naibu waziri mkuu lakini pia ni waziri wa nishati kwa niaba ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na litafanyika katika hoteli ya Serena, na tuna plani kuanza saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni, na siku ya pili tutaanza saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni, lakini mgeni wetu rasmi atakuja siku ya pili ya tarehe 23 asubuhi. Kwa hiyo tunaomba wadau wote ambao tumewalika kushiriki na wanachama wetu waweze kushiriki na, ku, na, ku, na kuja kuwahi kufika kwa muda katika hilo kongamano letu. Lakini pia siku hiyo ya tarehe 23 tutakuwa na mkutano wetu mkuu ambao uta tutajadili masuala mbalimbali kama chama yanayotuhusu sisi kama wanachama ili kuendelea kukijenga chama chetu na kuzidi kufanya kutoa huduma zetu ambazo uh, thabiti na zenye ueledi zaidi. Lakini kwa kutambua umuhimu wa kumbukumbu katika safari ya mafanikio, TAWLA itazindua kitabu maalum kinachohifadhi historia yake katika kipindi cha miaka 35 pamoja na kitabu chenye kutafsiri. Pia tutazindua kitabu ambacho kitatafsiri mashauri mbalimbali ya kisheria yanayolenga kulinda haki za wanawake. Sasa hichi kitabu tutakizindua huu mwaka wote. Hichi kitabu cha pili, huu mwaka wote, ni mwaka ambao sisi TAWLA tutakuwa tunasherehekea miaka yetu 35 na kwa hiyo wakati wa kongamano tutazidua kitabu chetu cha historia ya TAWLA, na nitawaombeni sana mkisome hicho kitabu cha historia ya TAWLA, kiko kina stori nyingi sana nzuri za mafanikio yetu ya chama chetu, lakini pia kwa sababu eneo letu la kujidai sisi kama TAWLA ni eneo la masuala ya ya ya kuwasaidia wanawake kupata msaada wa kisheria na hivyo basi tuna tengeneza na hili litakuwa ni kitabu chetu cha pili ambacho kita, kinajaribu kutoa zile kesi ambazo zishakuwa zimeamuliwa siku nyingi zinazohusiana na masuala mbalimbali ya wanawake, tukizitafsiri kwa lugha nyepesi, ili Mtanzania wa kawaida akaweza kuielewa. Kwa hiyo kitabu tuta, tunakitengeneza na tutakizindua hapo baadaye. E, bado hatujapanga tarehe rasmi, lakini tutakizindua mwaka huu wa 2025 na lakini pia nitumie fursa hii ku, ku, kuomba yafuatayo kwa serikali kwa sababu kuna mambo mengi ambayo uh, tumekuwa tukiyaona kama Chama cha Wanasheria Wanawake, na tunatamani kuona hayo mabadiliko, na natumia fursa hii kwanza kuomba serikali ifanye marekebisho ya sheria ya ndoa hasa katika kipengele kile cha miaka uh, 15 na 14 15 kupandisha kwenda miaka 18 kwa sababu kwa kweli, kwa kweli mazingira ya leo mtoto wa miaka 14 na miaka 15 kuolewa nafikiri si, uh, si sahihi kwao. Ni muhimu sana tukapandisha hiyo miaka kwenda miaka kumi na nane. Natambua jitihada za serikali hasa kwenye eneo la elimu, kuweka elimu bure mpaka kidato cha nne, lakini kwa sababu pia wanamlinda, lakini kuna ule mtoto ambaye hajaenda shule anayebaki nyumbani inakuwaje? Kwa hiyo nafikiri ni muhimu sisi kama nchi tukapandisha hiyo miaka kwenda miaka 18 ya mtoto wa kike kuweza kuolewa. Lakini cha pili ni kuomba serikali pia kuweka kwenye sheria ya elimu, swala lazima la mtoto wa kike kurudi shule pale anapokuwa amepata ujauzito, kwa sababu kama tunavyotambua, mtu yoyote anayepata ujauzito chini ya miaka 18 tunatambua kwa amefanyiwa, amebakwa, si ndio? Lakini pia anakuwa ajitambui kwayo. Sasa kumwadhibisha mara mbili, umfukuze shule halafu, tena una, un, ni, ni kama unampa adhabu mara mbili. Kwao tunatamani sana kuona kwamba kunafanyiwa mabadiliko na hata kama kuna hizo jitihada ambazo tayari zimefanyika na serikali, lakini nafikiri ni vizuri tukaiweka kwenye sheria. Hiyo ni eneo la pili ambalo ninatamani na tunaliomba serikali iweze kulifanyia kazi, lakini eneo jingine ni eneo la ukatili wa kijinsia, na sisi kama TAWLA pamoja na wadau wengine tuliwahi kutengeneza sheria mbadala na tukawakilisha Uh, Wizara ya Katiba na Sheria. Kwao tunatamani tukapata hiyo sheria moja kwa moja inaongelea masuala ya ukatili wa kijinsia. Natambua kuna maeneo mengi au kuna sheria nyingi ambazo zina zinaongelea masuala ya ukatili wa kijinsia. Kwa mfano ukienda kwenye sheria ya penal code, makosa ya jajinai, unaweza ukakutana nao masuala ya adhabu huko ndani, eh kwao, unaweza kwenye imewekwa kwenye vipengele sheria mbalimbali, unatafuta huko na kule, lakini wakati mwingine huku sheria hii inakupa sheria ile inafanya nini, inaiondoa. Kwao tunatamani sasa tukawa tuna sheria moja ambayo inatizama moja kwa moja masuala ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo hayo ni maeneo makubwa sana ambayo kwa wakati unaamini, na wenzangu pia wanaweza wakaongelea maeneo mengine ambayo tunatamani kuomba, lakini kwa miajili hii tunatamani ili tusio tu, tusiombe vingi. Tuombe vile vichache ili viweze kufanyiwa kazi. Lakini najua kwamba kuna maeneo mengi ambayo tunatamani kuona mabadiliko ambayo kama chama tuna tunaona yana umuhimu wa kufanyiwa kazi. TAWLA inaamini kwamba mafanikio ya miaka 35 iliyopita ni ushahidi tosha wa matokeo chana yanayotokana na mashikamano, dhamira na juhudi za pamoja. Kwa mtazamo huo huo, Shirika letu litaendelea kuwa sauti ya matumaini kwa wanawake na watoto wa Tanzania, sauti inayosimamia mabadiliko ya kweli, usawa wa kijinsia na ujenzi wa jamii inayoheshimu na kulinda haki za binadamu kwa wote. Kwa kushirikiana, tunaweza kufanya Tanzania kuwa nchi kinara katika kutetea utetezi wa haki za wanawake na watoto, si tu barani Afrika bali pia duniani kote. Asante. Naitwa Mary Richard nafanya kazi na Chama cha Wanasheria Wanawake Tanzania Taula kama uh, msimamizi wa, wa program mbalimbali ambayo mbali Taula imekuwa nazo. Tunapozungumzia masuala ya watoto kurudi mashuleni tunashukuru kwamba kwa, uh, kwa tunafahamu kwamba walikuwa wakiondolewa shuleni kwa kutumia uh, kanuni uh, uh, ambayo ilikuwa imetengenezwa chini ya sheria ya elimu iliyokuwa ikichukulia masuala ya kupata mimba kama sehemu ya utovu kwa hiyo utovu mbalimbali wa nidhamu pamoja na mimba ilikuwa ikichukuliwa kama ni nise, sehemu ya sababu mojawapo ya kuwaondoa mashuleni. Lakini tunafahamu baadaye kwamba baada ya kuwa na kumekuwa na, na, na, na, na harakati na uchechemuzi, serikali iliona, iliridhia kutengeneza wa, au kutoa mwongozo wa na namna gani hao watoto watarudi shule na ikiwepo sio waliopata ujauzito tu, ni watoto wote ambao kwa sababu mbalimbali waliondoka shuleni angalau kwa kipindi cha miaka miwili waweze kurejea. Sasa tunafahamu kwamba ile kanuni ambayo ilikuwa ina nguvu ya kisheria ambayo ilikuwa inatumika kuwaondoa watoto Uh, wakiwemo waliopata mimba bado ipo na ina nguvu ya kisheria, na waraka huu au mwongozo huu hauondoi nguvu ya kisheria ya, ya, ya, ya kanuni ile iliyokuwepo. Kwa hiyo tunachotamani kukiona kinafanyika ni kwamba waraka au mwongozo uliotolewa ukielekeza ni namna gani watoto hao watarudi shuleni upewe nguvu ya kisheria. Ukipewa nguvu ya kisheria, hautakuwa <laughs> na hiari ya kuutekeleza, kwa sababu tumekuwa tukifuatilia pamoja na wadau wengine utekelezaji wa huo mwongozo, bado yako maeneo ambayo kuna viongozi au wasimamizi wa sekta ya elimu hawaoni sababu ya kuwarudisha katika, katika mfumo uh, rasmi wa elimu na kumekuwa utekelezaji wake umekuwa ukileta ubaguzi wa hapa na pale, mahala mahala pengine wanatakiwa kurudi uh, jioni madarasa ya jioni, mahala pengine wanavaa nguo tofauti na wengine. Sasa ni vizuri tukaona labda ni wakati sahihi sasa kuona namna ya kuboresha kile ambacho tayari kimeanza. Zile zilikuwa juhudi za msingi na muhimu sana za kutoa fursa ya kutotoa kurudi mashuleni. Lakini sasa tuanzie pale tulipoishia kwa maana ya kuupa waraka huu nguvu ya kisheria, lakini kuondoa yale ambayo yameonekana ni mapungufu katika kipindi cha utekelezaji kwa maana ya kuhakikisha kwamba kuna ondoleo unyanyapa wa namna zozote ili kumsaidia huyu mtoto ambaye alikosa ame. alipoteza fursa hiyo ya kuwa shuleni anaporudi basi aweze kupata msingi um, uh, wa elimu wa elimu bora. Wote tunafahamu kwamba elimu inaweza kubadilisha maisha ya mtu, na ikiwa watarudi na wasipate wasipate hiyo hiyo hiyo elimu katika mazingira na mfumo ambao utawezesha kuendelea katika, katika mfumo wa elimu kufi, hata kufika uh, ngazi ya juu inaweza kuwa tunapoteza rasilimali ambazo tayari serikali imeziwekeza kwenye sekta ya elimu.